Na mtazamaji kutoka kaunti ya Kakamega, tuelekee ama tufululize katika kaunti ya Mombasa, ambako mshukiwa wa magendo ya pembe za ndovu Feisal Mohamed ataendelea kuwa ama kuzuiwa rumande hadi kesi yake huku kesi yake ikiendelea. Hii ni baada mahakama kuu, ya mahakama kuu kutupilia mbali ile dhamana ya shilingi milioni kumi aliyopewa na hakimu mwishoni mwa wiki jana, huku hatua hiyo ikiwa afueni kwa wanamazingira. Mawakili wake wamesema watapinga uamuzi wa huo kwenye mahakama ya rufaa. John Juma na ripoti zaidi kutoka Mombasa. Jaji Martin Muya katika mahakama kuu ya Mombasa haukuwa wa afueni kwa mshukiwa wa ulanguzi wa pembe za ndovu Feisal Mohamed bali nafuu kwa upande wa serikali na wana mazingira. Uamuzi wa Jaji Muya ni kwamba mshukiwa asalie rumande. The six accused to stay in remand as earlier ordered by this court in its ruling dated 30th of March 2015 ni uamuzi ambao pia umelenga kuonyesha mamlaka ya mahakama kuu dhidi ya mahakama ya mahakimu na kutoa mwongozo kuwa maamuzi ya mahakama kuu hayawezi kubatilishwa na mahakama iliyo chini yake. It was, it was Jaji Muya amekataa ombi la upande wa mashtaka kuwa hakimu Davis Karani aondolewe kwenye kesi hiyo hadi pale ombi hilo lisikizwe mbele ya hakimu huyo. Wakielezea kutoridhishwa kwao na uamuzi wa mahakama kuu, wakili Gikandi Gibuini alizidi kukariri kuwa si haki mshukiwa Feisal kuwa rumande ilhali washukiwa wenzake wako huru. Feisal Mohamed pamoja na washukiwa wengine watano wanahusishwa na kesi ya vipande vya pembe za ndovu mia tatu kumi na vine vilivyonaswa eneo la Chuda, Mombasa mwezi Machi mwaka jana. Feisal alikamatwa na polisi wa kimataifa Interpol nchini Tanzania. Feisal ni miongoni mwa washukiwa tisa ambao wamekuwa wakisakwa na polisi wa kimataifa wakihusishwa na magendo ya pembe za ndovu. Hii sasa ni mara ya tatu ambapo dhamana aliyopewa inatupiliwa mbali, atasalia rumande. Hata hivyo tumaini lake pamoja na mawakili wake yapo katika mahakama ya rufaa.